Leo tumewaletea mchezo wa thamani ya mama ambaye na vitenge na ina kanga kubwa za Zanzibar ambazo hazina maandishi. Mchezo wa vitenge ni shilingi mia nne tu ya Kitanzania, na mchezo wa kanga ni shilingi mia tatu hamsini tu ya Kitanzania. Kwa sababu ni mchezo wa thamani ya mama, na sisi tumeamua kumpa mama thamani, tutampa zawadi ya slippers bure kabisa kutoka Mungwe Superbrand, lakini tuna kanga aina nyingi sana na tuna vitenge aina nyingi sana. Kwa hiyo, ni wewe tu Mtanzania, baada ya kumaliza mchezo wako, tutakupa uchague kile unachokipenda. Michezo yetu ni salama na rafiki Kwani watu wote tunaanza siku moja na watu wote tunamaliza siku moja, na uzuri ni kwamba tunapokea watu kutoka mikoa yote ya Tanzania. Upande wa Dar es Salaam, delivery ama usafiri ni bure mpaka eneo uliopo, lakini wakazi wa mkoani utachangia kiasi kidogo cha nauli mpaka mkoa uliopo. Karibuni sana.